Ni waombe wa Tanzania, na wana Morogoro, tuendelee kuhakikisha nchi yetu tunadumisha amani na utulivu. Bila amani hatuwezi kupata mafanikio, hatuwezi kufanya shughuli zetu. Nataka niwahakikishie nchi yetu ni tulivu chini ya jemedari, amiri jeshi mkuu na rais wa Jamhuri ya Muungano tuendelee kusonga na Dkt Samia Suluhu. Chama cha Mapinduzi kina wajibu na jamana moja, kuwaletea wananchi maendeleo, pili kuhakikisha amani na utulivu vinaendelea kuwepo katika nchi. Mapokezi haya na taarifa nilizonazo za uchaguzi wa serikali za mitaa lakini pia na namna mlivyojiandikisha kwenye daftari, Morogoro ni miongoni mwa mikoa ambayo ni ngome ya Chama cha Mapinduzi. umefanya vizuri katika uchaguzi wa serikali za mitaa, tunapongeza sana. Kwa hiyo <coughs> <coughs> kesho nitakuwa nani, lakini toshe kuhakikishia kwa, kwa niaba ya chama cha mapinduzi mimi ndio msemaji, CCM ipo tayari kwa uchaguzi ambao tunashiriki kwenda kushinda kwa kishindo.